What we say to the outside community when we bring out our clients out there they come out as reformed people I'm a witness to Emmanuel Kirapash he has reformed and I kindly ask the family to receive him and mumwonyeshe njia ni kwa sababu asipoonyeshwa njia hakuna vile ataweza kuendelea na nikaelezwa kwamba huwa anapokelewa tu pale nje, kama kuna familia atamchukua pale, na kama hakuna basi anatafuta njia yake ya kuelekea nyumbani. Na kwa hiyo harakati, tukawa na ndugu yangu Mista Mboro, tukaongea na tukaonelea ni vizuri kunakuwa na mtu wa kumpokea huyu mfungo ambaye ameachiliwa kwa sababu ni vizuri tujue njiz, jinsi ya kuwapokea hawa ambao wanawachilio hapa. Wanapokuja kule nyumbani, tusiwaone tusikuwe na ile picha yao ya kwanza, tujue wamepitia mambo mengi, wamepitia sheria, wamesaidiwa, wamefanyiwa counseling. Kwa hivyo ni watu ambao wamerekebika, imani tunamwishia all the best mahali ataenda. Amejua Mungu, akiwa hapa prison amekuwa na chaplain, amemfundisha dini na amekuwa ni mtu ambaye amebadilika, sio vile alikuja. Na ningeomba tu wala watu wako kule nje, pahali ataenda wamulaki kama vivile tu sisi tumemchukua. Safari hii ni safari ngumu, maana siku ya leo niko na familia mahali hapa wamekuja kunilaki, ni shukurani kubwa pamoja na watu anaenda kuanza maisha mapya.